Naomba kujua kuna wageni wageni ambao hawajawahi kupitia training au wapo ambao wameshawahi kupitia? Ya yeah, wapo wageni ambao wao hawajajiunga hawajawahi kupita kabisa kwenye training zetu. Waliopita wapo. Ya yeah, dada Modesta na Neema na Mary alikuwepo. Mary kwa Mary, ya yeah, Modesta. Modesta, na Neema. Neema hawa tayari mmeshapitisha mm -hmm. E, sasa wao ndio watuongozi watuambie wamelekezwa okay, nini mm, tuanze Sama, na wao yani yani, mtatuambia uh, kwenye session iliyopita mlijifunza nini mlifundishwa nini na mlifikia wapi na kiliwapa faida gani, yaani kwenye hicho mlichojifunza kilikuwa na faida gani kwenu? Kwa tutaanza na moja mmoja, karibu dada Neema, dada Neema tuambie toka umekuja kwenye kituo chetu umekaa kwenye training. Kitu gani cha utofauti ambacho umeona hapa tunaelekeza, unaweza kusema tofauti na sehemu zingine, au wadada wanao ambao hawapiti kwenye kituo cha wadada center specific sisi, maana tuna utamaduni wetu, tuna sheria zetu ambazo tunazifundisha wadada wanaopita hapa. Kwa hiyo mlivyokaa kwenye training ah, uh, ulijifunza nini ambacho unaona kabisa hiki unaweza kwenda kukusaidia kazi? Nilichojifunza mimi ni usikivu basi, nimejifunza vitu vingi. Nasema umetaja usikivu. Usikivu maanake, elezea, yaani unaposema usikivu ina maana gani? Sisi ni watu wazima, tuko darasa wachekechea hapa mm. si ni watu wazima wengine tumekuja hapa kuanza na moja, tulikuwa tushaendelea na maisha yetu huko, tumerudi hapa kwa ajili ya kujitafuta, sindio? E, na sisi mafundisho yetu ni ya kiutu uzima, tunaongea na watu wazima wanaojielewa wanaojitambua. Kwa hiyo ni maelekezo gani ambayo wadada senta tumewafundisha tukiamini mkiyazingatia mtafanikiwa, kwa sababu lengo ni ufanikiwe, na sisi tunavyofundisha hapa ni ili we ukafanikiwe, sisi pia tufanikiwe, bosi wako naye afanikiwe kila anachokitaka kutoka kwa mfanyakazi. nichojifunza yani ni mpende, yani, nielezeje? Haya, mpe Meri pale, yani tuambie kwa upande wake, maana we mpaka hapo ni bila bila. Umeshakaa kwenye training muda gani, mara ngapi? Mara moja ao mara moja? Huwezi kukumbuka kabisa uchofundisha amba uelezei? Haya Meri, twende we kwa upande wako, madamu. Asante kwa kunipa hii nafasi. Kwa mimi, training ambayo nishafanya nilichojifunza... Kwanza, umekaa mara ngapi kwenye training? Mara moja. Mara moja. Kitu nilichojifunza ni customer care, ambayo tulielezewa kwamba namna ya kumhudumia, yani yule bosi ambaye unaenda kufanya kazi kwake hmm, namna rugha unaizotumia ukiwa unamjali, kujali watoto wake, ile kwamba kujali kitu ambacho unaenda chuna kukifanya kule hmm, ni kwamba unaenda kufanya kama kazi yani kwamba usijali hata kwamba simu imeita hivi, sio kwamba upokee, yani ni kujali kwamba ile ni yani, mm, yani kwa, yani kama kazi vile, daktari anaenda hospitalini, ni kama vile mtu mm, ambaye -hmm. anaenda kwenye kazi. Nimejifunza vitu vingi, lakini hivi ni baadhi ambavyo nimeona vitanisaidia kwa upande wangu, hata nikienda kwa bosi wangu. Umetaja kimoja, huduma kwa mteja au kwa neno la Kiingereza customer care, kufanya ile kazi kama kazi, mtu mwingine anayeenda kazini kwa umakini ukipigiwa simu una, una, una focus na kazi badala ya kukimbizana na simu. Kingine ndio kingine nilichojifunza pia ni ile kauli, lugha ambayo yani tuseme kwamba unayotumia unayotumia wakati wa kazi au mazingira utakayoenda, unapaswa utumie lugha ambayo hata yule unakoenda yule bosi akisikia kwamba kitu fulani unakifanya unakifanya kwa ubora zaidi ambavyo yeye anaweza kupenda kwamba ah, kweli hela yangu naipeleka sehemu fulani inaenda kwa, yaani sio kwamba inaenda kwa ziada tu, lakini inaenda kwa halali, kwamba natoa hela inaenda kwa halali. Kwa hiyo tunavyoenda kule hapa yani, tunajifunza vitu vingi ambavyo tu, tunajifunza vitu vingi ambavyo tukienda kule, hata ile lugha unayotumia kwa bosi wako inakuwa ni, ni bora zaidi, na pia yale, pia kujali kule kwa pale nimejifunza hmm, hicho pia lakini pia umejifunza kuhusu ile, kuhusu yani, usipofahamu kitu fulani, usome mazingira kwanza. Unapofika pale, sio kwamba tumekalili hapa, labda mnatengeneza kitu fulani kwa mtindo fulani, au mnafanya kitu fulani kwa mtindo fulani, kwao vitu vinabadilika. Uenda kule bosi wako yeye anapika fulani chakula, nakipika hivi, kwao. Ukifika kule, inabidi usome kwanza, na uwe na yale mawasiliano na bosi wako kwamba hivi kinafanyika hivi ili ujue huduma yako unaitoaje kwake na, na sio jinsi ambavyo wewe unafahamu ulivyofundishwa mm. Kwa hiyo una unabidi umzingatie yeye anavyotaka ili ukafanye ubora zaidi jinsi anavyotaka yeye. Umejifunza? mm. pia hicho. Kwa hiyo okay. Kwenda kuangalia bosi wako anataka ufanyeje hicho ndio uchomalizia. Ndiyo. Umejifunza? Ndiyo. Lakini pia kauli unazotumia unapokuwa kazini lugha ambayo unatumia kuwasiliana na bosi wako iwe lugha ya heshima. Ndio, lakini pia umetuambia huduma bora kwa mteja customer care. Ndio. Haya. Angalau mpigieni makofi, azungumzia vitu ambavyo viko kwenye mtaala wetu. Ehe, mi nimejifunza cha kwanza, napokwenda kwa bosi wangu kufanya kazi nijue ni kwamba nakwenda ofisini, yaani pale kwa bosi wangu napokwenda kufanya kazi pale nichukulie ni, ni sawa na naenda ofisini kufanya kazi. Kwa hiyo natakiwa nijitume, nifanye kazi kwa bidii na nitambue bosi wangu anataka nini. Kwa mfano kama nimepika chakula changu nimeandaa bosi wangu amekula, wa natakiwa nimuulize bosi wangu kwamba chakula changu umekionaje, ili kama kuna marekebisho niweze kupata taarifa na niweze kubadilika. Mm. kitu kingine ambacho nimejifunza nimejifunza namna ya kuwa karibu na watoto ambao nimewakuta katika ile familia mm -hmm. Kuwapenda, kuwajali na kuwazingatia kwa umakini zaidi. mm -hmm. Kitu kingine ambacho nimejifunza ni kuzingatia usafi, heshima katika hiyo familia ninayokwenda kufanya kazi, ndio. mm -hmm. mm -hmm. Hivyo umekumbuka na vingine vingi ya umekumbuka. Kitu kizuri kuomba mrejesho unapomhudumia bosi wako, eidha umempikia chakula au kuna kazi yoyote amekupa, isiishie tu hewani. Tafuta, uliza kama hicho kitu umefanya vizuri. Ndio hiyo feedback uliosema ya kwanza, umeishika vizuri, ni kitu kizuri inachotakiwa sasa akifanyie kazi kweli, kwamba unapofanya kitu unauliza kama umefanya vizuri. saa aujauliza jana nani alikata matunda jioni maana sikuona mtu amekuja kuuliza feedback ningempa feedback yake nani alikata ya matunda ya jana madam wapi Mary kwa hiyo Mary somo la feedback alija kuingia hiyo la mrejesho ukifanya jambo kwa bosi wako unauliza eh hey, madam ilikuaje eh hey, chakula umekionaje matunda tumeandaaje umesikia eh hiyo e, hujataja inawezekana umesahau mwenzio anakumbuka na nilikupa kazi ukaifanyia, ukafanya, ukafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo hicho kitu umekifanyia kazi yaani, umejifunza kweli. Nilikuambia uwashe taka pale, ulikuja ukaniambia zile taka nimewasha lakini zimekuwa hivi zimekuwa vile. Kwa hiyo angalau unawasiliana na bosi wako, hicho ndio kitu muhimu. Maana ya feedback kwa maana ya kuomba mrejesho, kufatilia pia, kutoa taarifa. Kazi unayopewa useme umemaliza, umefanikiwa kuifanya kama hujafanikiwa, kwa nini? Kwa hiyo hicho ulifanya vizuri. Asante. Kwa, lakini kingine ulichosema ni habari ya watoto hiyo hiyo, ni kweli, mmefundishwa, mnapokwenda kwenye familia za watu watoto ndio kitu namba moja, labda ukute familia ina watoto, lakini kama kuna watoto, bosi yoyote moyo wake ni nani? Watoto wake. Kwa bahati mbaya, wafanyakazi wengi hawa mnapoenda kule a mna, yani watoto mna waignore, na focus na wale mabosi mtoto una chukulia poa. Sasa hicho ndio kinachofanya wengi wana, wanafeli bosi akisha kuona una mapenzi na mtoto wake, hata kama unamfanyia nini hawezi kukuamini sawa, eh? Ndiyo. Eh, kwa hiyo ya watoto pia ni kitu ambacho kinafundishwa kwenye madarasa yetu kwenda ku pay attention au kufocus au kuweka ukaribu, ya? Kuhakikisha wale watoto wanakupenda. Watoto ni malaika. Ukiwapenda nao watafanyaje? Atakupenda. Hakuna mtoto mjeuri kwa dada ambaye ni mnyenyekevu, mwenye upendo, mwenye ukaribu na watoto. Heshima pia ni kitu kikubwa sana ambacho kinahitajika kwa wadada wa kazi na wengi hawana. Wengi ni viburi, visirani, ujeuri, ujuaji. Sawa? Kwa hiyo hiyo heshima uliosema ni kweli, lakini je, mmeona sikuna wenzenu hapa wametolewa kituoni eh? De. Kwa sababu ya hicho kipengele cha heshima. Sio kwamba hawezi kazi, lakini kiburi tu ujuaji eh, kutokutaka kuelekezwa, tumeondoa hapa hapa kituoni, na nyinyi ni mashahidi, si ndio? Eh, kwa hiyo hicho kipengele cha heshima nacho ni muhimu sana, ukizingatie ah. Unapoenda sehemu usitake kujifanya mjuaji, au akija mgeni unasema ah, kwa nini mgeni kaja, unaanza kuelekezwa. Unaweza ukapangiwa huyo mgeni alokuja akawa bosi wako. Usianze ujeuri, oh, kwa nini huyo anakuwa bosi wangu wakati kanikuta, kwani ujeuri si ndio? ndio kuwa mnyenyekevu siku zote kwenye maisha. Utashushwa utapanda, utashushwa, lakini kadiri unavyokuwa mnyenyekevu na uko tayari kupokea mambo, yanaenda haya. Basi nyie wawili mmefanya vizuri. Shoga yangu hapa kaniangusha eh? shoga ya Kidawa utaweza kazi? Mara mafundisho yetu yote, hamna ulilolikumbuka. Unakumbukaje wakati umeshindwa kutuambia hapa ulichojifunza? Sisi hapa, huu mda unaoenda unajua ni ni hela eh, kwanzia hapa tulipokaa, tunalipa hawa staff wote mnaowaona, tunawalipa siku inavyoisha, mnaona activity zote mnakula, eh, ofisi inaenda, si ni hela eh Diz? Eh, sasa tunapokaa pia kwenye hizi training ni hela pia. Kwa hiyo tunapowaelekeza, alafu likaingilia kulia, likatokea kushoto, likaenda, yani kwetu tunaona kama utatupotezea muda, na wewe tulikuwa tunakufikiria kwenye potential kazi kubwa kweli ambayo kwa hivi mimi tayari nishamwondoa. Hakumbuki mlichomfundisha wale wame mbona wameelezea vizuri. Sasa wewe unakumbuka, yaani unakumbuka, yani unakumbuka mimi nitaingia kwenye mawazo yako mm -mm. Sio kwa sababu umesikia tunakufikiria kwenye kazi kubwa uanze kusema nafahamu vyote, angalau wale pale wadogo zako wamejitahidi kutukumbusha wamegusia gusia vitu ambavyo kweli hapa vinafundishwa. Wewe hujagusia chochote na umekaa kwenye darasa. Hapa ndio tunapoanza kujua huyu kweli yuko serious, huyu kweli anaweza kwenda kutuwakilisha vizuri maana na sisi tunauza jina letu hapa. Umeelewa? Hatupotezi muda wala tuangalie mtu kwa sura wala kwa umbo wala kwa kutuambia sisi nimekaa kwenye ndoa miaka mingapi. Hiyo haisaidii. Bosi anachotaka ni mtu ambaye anaenda kufanya majukumu yake vile sisi tunavyosema wanatusikiliza hapa, unajua eh, wao. Nafikiri kwa nini tunapata waajiri ambao wako tayari kulipa hizo laki tano, laki tatu, laki na nusu? Ndio hela yetu ndogo kwetu, kwa sababu wanatusikiliza. Na sisi hataki kuwauzia mbuzi kwenye gunia, ndio maana tuna record, ndio maana tuna share eh, yale tunayoyasema, mnapokwenda kule, mmetoka kwetu wayaone. Sasa sisi tukiulizana hapa yale tuliyofundishana hapo atusemi, tutaaminiana vipi? Kwa jamani, hili darasa ni serious. Tuko pamoja. Upangiwi kazi bila ya kujua kama kweli kwanza, ulivyokuja, umekuja kwenye uh, utayari gani wa kufanya kazi. Je, unafundishika? Hakuna binadamu ambaye afundishiki, wote tunazaliwa hapa duniani, hakuna anayejua chochote, si ndio? Eh, lakini mpaka tumefika hapa tumejifunza. Sasa tunapokaa hapa ni kwa ajili ya kuendeleza yale mafundisho. Usipokumbuka tunachofundisha, manake ni kama umedharau, kwako sio priority, lakini ili upate hela unayotafuta Si ndio eh? Lazima usikilize haya kwa sababu haya ndio ataenda kukupa zile hela. Tunaelewana? Eh, hakuna mtu, yani usifikiri tu utafika pale kazi ni kuosha vyombo. Hakuna mwajiri sasa hivi anatafuta dada kwa ajili ya kuosha chombo tu. Hakuna. Waajiri wanachotaka ni full package. Unajitambua kwa kiasi gani? Anapokuachia nyumba yake, anapokuleta kwenye nyumba yake una mchango gani wa kustawisha familia yake katika nyanja zote? Ndio maana sisi maeneo yote matatu tumeyakava vizuri: malezi, mapishi, usafi, lakini na tabia kwa ujumla pia, si ndio? Ah, haya jamani, tuendelee na darasa kwa wale wageni, nafikiri karibuni sana, Madam Akila. Yes, madam, karibu, karibu kwenye darasa. Asante. Eh, mimi leo nilikuwa tu nakuja kusimamia nione ni mnafundisha nini. Mm. Eh. Asante sana. Karibu. Umewaona watu wako? Wewe ndio uliwafundisha au madam wapi? Mimi nimeshawafundisha, yapi pia, na mimi niliingia darasa na wewe, sikukumbuki sasa, sasa mm -hmm. na, na, nilimfundisha mimi eh, mwenyewe pia huyo pamoja na hawa wenzake akumbuki. Na ndio unataka kumpanga smart. Tafadhali. Ameniangusha kwa kweli na amejiangusha mwenyewe na ajue kabisa walikuwa wanataka wakupangia smart lakini mimi nasema hapana smart hapana mm. e, smart hapana kama anataka aende traditional, ataki traditional hapana hatuwezi kumpa kazi We are serious. sawa jamani watu wanatoa hela nyingi sana wanatoa pesa nyingi. eh laki tatu. Yaani ni hela nyingi kwa hiyo ukitaka laki tatu kaza msuli Kaza msuri, yale tunayokufundisha yazingatie kwa sababu yale ndio hata bosi tutamwambia haya ndio tulikubaliana, lakini hujui tulichokubaliana. Tumekufundisha, tumekuelekeza. Mimi sijui mnakaa hapa wewe mna, una siku ngapi hapa dada? Siku ya tano? Siku ya tano kituoni, kweli hujui mm, mambo ya huko ndani pana. Jitahidi kujishughulisha jamani. Ukiwa hapa nitahidi eh, kujishughulisha kwa yale tunayoyaelekeza si mna smartphone au hamna? Wanazo smartphone, ila sio sababu ameingia darasani. Yaani, yani mtu ambaye eh, mtu ameshakaa darasani hawezi kunipa sababu kwa sababu hana smartphone. Smartphone ni kitu cha ziada cha kukusaidia kuboresha yale tunayokufundisha, lakini basi yale ya msingi kama wale walivyojibu basi angalau tujue kumbe tuko pamoja si ndio? Yeah. Hey. Ma, kwa hiyo haya, twende masomo yetu yamegawanyika kwa mgawanyiko wa mm, ngapi? Kwa sehemu nne, sehemu nne, very simple. Sehemu nne ambazo yaani wewe ukijua ni sehemu nne, yani hapa tunakaa unayaongea kama maji hizo sehemu, na kama una smartphone ndio unaenda kudadavua kwenye mtandao, kila sehemu unaidadavua zaidi, sawa eh? lakini yani, tukikuelekeza kwamba hapa mambo yetu makubwa ni manne hivi, kweli mambo manne utashindwa kuyashika eh? Hauwezi kushika mambo manne basi eh, itakuwa ni kasheshe. Haya sawa, na kasheshe kubwa. Kasheshe kubwa, twende twende twende kwa haraka haraka, tuwapitishe tu kwenye hayo mambo manne mwenye akili ataenda kujiongeza. Eh, sisi mtaala wetu una sehemu kuu nne kama tulivyozisema, lakini utangulizi before hizo sehemu kuu nne. Ni mtaala wetu sisi una sehemu kuu nne ambayo ndio umebeba nondo au uh, vitu vya muhimu kwenye huu uh, utaratibu wa ufanyaji kazi kwenye kazi za ndani hasa. Sasa kwenye mradi wetu, kwenye taasisi yetu sisi tuna uh, ubora wetu, standards za kwetu ambazo ndio zimebebwa na huu uh, mta, mtaala, lakini mwanzo kabisa kuna utangulizi ambao ni wa kuwafanya sasa nyinyi akili zenu zote ziweze kutafakari vizuri huu mtaala kwa namna ya kipekee lakini pia kuwafanya nyinyi muweze kujua kwamba hii ajira ni ajira sahihi. Kwa hiyo tuna utangulizi alafu tuna sehemu kuu nne. Kila mtu anakuja hapa na mawazo yake, mwingine amekuja tu kwa sababu hana pa kwenda, mwingine amekuja anaona kama vile kazi za ndani ni za kudharauliwa, mwingine amekuja hapa kwa sababu ameachwa na mume wake alafu bado hajapata sehemu ya kuseto, kwa hiyo anakuja hapa kusikilizia ile akipatana na mume wake arudi. Yaani kila mtu anakuja akiwa na mawazo ya aina tofauti tofauti. Lakini je, taasisi yetu sisi ina dhumuni gani kuanzisha huu mradi? Ni tumeanzisha rasmi kwa ajili ya kuwasaidia wanawake wawili. Ambaye mwanamke wa kwanza ni mwanamke mwenye aa, kazi zake majukumu yake mengi ya kutafuta pesa, aa, lakini huyu mwanamke hawezi kufanya majukumu ya nyumbani. Kwa hiyo ni mwanamke ambaye ana pesa, ana uwezo wa kwenda kutafuta pesa, akapata mpaka pesa za kumlipa mtu wa kumsaidia majukumu mengine ili yeye aweze kujikomit fully kule kwenye kufanya majukumu mengine ya kiuchumi. Lakini mwanamke wa pili ndio sasa sisi tuliokutana hapa ambao tuna ndoto, tuna malengo ila hatuna mitaji. Kwa hiyo sasa huyo mwanamke wa pili ambaye tunakaa naye hapa kituoni, huyo mwanamke wa kwanza yeye hatuwezi kukaa naye kituoni, yupo kwenye majukumu yake ndio anatafuta solution hapa kwetu. Mwanamke wa pili ndio huyo ambaye tunakaa naye hapa, binti tunakaa naye hapa kituoni, kituoni yeye amekuja anajitafuta, ana ndoto. Huyu ndio mtu ambaye tunamhitaji. Kwa hiyo hapa sisi tunatamani kila anayekuja awe na lengo moja tu kwamba ana ndoto zake, ana mipango yake, anatafuta pa kuanzia ili aweze kutimiza zile ndoto alizo nazo. Kwa hiyo ni lazima sasa tujue kwamba hii ni ajira kama ajira nyingine. Kwa hiyo huu ndio utangulizi wetu mkubwa kwamba wewe unavyokuja hapa hapa, umekuja na mawazo. Mawazo yako yote yote tunayaachia pale getini tukiingia, yetu yanafanana hapa. Kila mtu ana ndoto yake, lakini wote lengo letu ni kufikia ndoto zetu kila mmoja kwa wakati wake na kulingana na mipango aliyofanyaje aliyokuja nayo. We umekuja unahitaji milioni sita, mwingine amekuja anahitaji milioni tatu, akaanzisha biashara yake. Mwingine amekuja sio, anahitaji biashara ya nguo, mwingine amekuja anahitaji kusoma, mwingine, kila mtu kulingana na ndoto zilizomleta hapa. Sawa.